Kitabu cha Mika, mlango wa kwanza. Hili ndilo neno la Bwana lililomjia Mika Morashti katika siku za Yothamu na Ahazi na Hezekia, wafalme wa Yuda, maono aliyoyaona katika habari za Samaria na Yerusalemu. Sikilizeni, enyi watu wa kabila zote; sikiliza e dunia, na vyote vilivyomo Bwana Mungu na ashuhudie juu yenu, yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Kwa maana angalieni, Bwana anakuja akitoka mahali pake, naye atashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Na hiyo milima itayeyuka chini yake, nayo mabonde atapasuliwa, kama vile nta iliyo mbele ya moto, kama maji yaliyomwagika tena kutelemka gengeni. Kwa sababu ya kosa la Yakobo yametokea haya yote na kwa sababu ya makosa ya nyumba ya Israeli. Nini kosa la Yakobo? Je, silo Samaria? Na nini mahali pa Yuda palipoinuka? Sipo Yerusalemu? Kwa ajili ya hayo nitafanya Samaria kuwa kama chungu katika shamba na kama michi ya shamba la mizabibu, nami nitayatupa mawe yake bondeni, nami nitaifunua misingi yake na sanamu zake zote za kuchonga zitapondwapondwa na ijara zake zote zitateketezwa kwa moto, na sanamu zake zote nitazifanya ukiwa, kwa kuwa umezikusanya kwa ujira wa kahaba, nazo zitaurudia ujira wa kahaba. Kwa ajili ya hayo nitaomboleza na kulia, nitakwenda nimefua nguo, ni uchi, nitafanya mlio kama wa mbweha na maombolezo kama ya mbuni. Kwa maana jeraha zake haziponyekani, maana msiba umejilia hata Yuda. Unafikilia lango la watu wangu, naam, hata Yerusalemu. Msiyahubiri haya katika Gathi, msilie kamwe katika Bethle Afra ugaegae mavumbini. Piteni uende ukae Shafiri, hali ya uchi na aibu; hivyo akae Saanani hajatokea nje. Maombolezo ya Betheseli yatawaondolea tegemeo lake, maana akae Marothi ana utungwa mema, kwa kuwa msiba umeshuka toka kwa Bwana, umefika mpaka lango la Yerusalemu. Mfungie gari la vita, farasi aliye mwepesi, ukaae Lakishi; ulikuwa mwanzo wa dhambi kwa binti Sayuni, maana makosa Israeli ya Israeli yameonekana kwako. Kwa hiyo utaipa Moresheth-Gathi zawadi ya kuagia; nyumba ya Akzibu zitakuwa kijito kidanganyacho wafalme wa Israeli bado ukaye Maresha, nitakuletea yeye atakayekumiliki. Utukufu wa Israeli utafika mpaka Adulamu. Ifanyie upaa, jikati nywele zako kwa ajili ya watoto waliokufurahisha; panua upaa wako kama tai, kwa maana wamekwenda mbali nawe utumwani.